Habari. Salama. Ah, naona upo unatazama mechi hapa ndio, eh? Vipi, uwe ni mshabiki wa timu gani hapa? Maki hapa naona kuna ah, ni kituo kimoja lakini unacheza mechi tofauti tofauti, wewe unashabikia timu gani? Mimi nashabikia hiyo timu ah, ambayo ina rangi ya orange. Ah, orange. Vipi, naona kama vile ndio wamefungwa, sijui hao ndio wamefunga. Ah, unaongelea vipi labda hii mechi mechi inaenda vizuri, na kwa jinsi inavyoonekana, hawa rangi ya orange watachukua mbuzi kabisa. Ka sio kwamba weupe, naona weupe kwamba wanafua hadi hatari, hapana, hawa orange kwanza wametulia na wanafanya kazi vizuri. unamwambia vipi labda wapinzani wako? hawa wapinzani wangu wenyewe tu wasubirie sisi tuchukue mbuzi. Ndio. tuendelee kuenjoy Sawa, asante. Asante sana mwalimu. Naona upo unatazama tazama mpira hapa unaongelea vipi kuhusu kombe la mbuzi? Hao waliovaa orange lazima wabebe mbuzi. Unaweka gani? Wanasema mwamuzi dakika 90 mwamuzi dakika 90, lakini tu, matokeo tumeshayaona hapo, kuambia mashabiki wengine waendelee tu kuipa shavu timu waliovaa orange hapo. Okay, yeah. wa michezo hapa. yeah. unaongelea vipi mwalimu kuhusu hii mechi? naona weupe wanazidiwa. Ah, uh, Ah, in... Walokole Stars wanazidiwa. Uh, Walokole yeah, wanazidiwaao na rangi kama wanaitwa Shalom Stars. Ah, uh, Shalom Stars. Au wenye rangi ya orange. Ah, uh, wale yae walokole ntumwachie Mungu au <laughs> labda wameenda wa me maombi. Kwa <laughs> kompyuta yako unaona ni wape watabeba mbuzi? Ah, <laughs> uh, kama nilivyosema aa uh, jamaa mm. wameshafunga mm. kori moja na inaonekana wanafanya vizuri Ah, uh, lakini pia japo huku kuna wachezaji wazuri wazuri, ila ngoja tusubiri dakika tisini. Ila mimi nawapa hawa wa, wa orange max nyingi, wanaweza wakachukua. mm -hmm. Yeah. Ila vipaji vinaonekana wazi, na kuna mahali tunaenda na vipi, mazoezi mazoezi, labda wanafanya mazoezi wapi? Hawajafanya mazoezi, labda kama kila mtu kafanya mazoezi kwake, wamekutana tu hapahapa. mm -hmm. Wamekutana leo na game inachezwa kama mnavyoiona. Mbuzi watakula wachezaji tu au ni kituo kizima hapa wanakula walioshinda? kama hujacheza au gusi hata ule shika kamera utakula. Ah, je, usiti kindakindaki mashabiki, mashabiki, kindaki. <laughs> mashabiki tategemea, sijasikia hata watu wanashangilia hapa, tunasubiri muone yule shabiki ambaye anafanya vizuri, sijamuona bado, maana watu tu wamekaa wame relax na mimi tu ndo nimesimama hapa kama mnavyo niona nanga nafikiri mimi ndo nitakula vichwa vyote viwili. Asante. Ah, <laughs>